Jambo la pili, ujuzi na elimu ya maisha si darasani tu. Yaani, ujuzi na elimu ya maisha si darasani tu. Ewe kijana unayenisikiliza leo hii, katika umri huu ni umri wa wewe kujifunza vitu vingi sana. Kama una ndoto ya kuwa daktari mkubwa duniani basi fuatilia masomo yako vizuri. Kama unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa duniani, basi anza jifunza masuala inayohusu biashara, jifunze kushana na biashara ili uweze kuwa bora katika eneo lile. Unataka kuwa mwanamuziki mkubwa duniani, basi jifunze muziki, jifunze katika eneo hili, maana katika umri iyo, umri wa kuweza kujifunza mambo mengi sana yatakayo kuja kukusaidia katika kipindi cha mchana. Katika kujifunza jifunze ujuzi wa kufanya kazi kwa mtu ambaye unajifunza ujuzi wa kufanya kazi mbalimbali mbali. Jifunze ujuzi wa kuongea na watu, namna bora ya kuwasiliana na watu, namna bora ya kushawishi watu. Kumbuka kila kitu utakachokitafuta kwenye maisha yako tayari kipo mikononi mwa watu. Sasa kusudi uweze kukipata itatokana na wewe, ni namna gani unavyowasiliana na watu wengine. Kwa hiyo jifunze ujuzi wa kuongea na watu, kuongea mbele za watu, itakusaidia huko mbele ya safari. Jifunze ikiwezekana, lugha ambayo unataka kujifunza. Jifunze ifuatilie kifasaha Jifunze kushughulika na fedha, namna bora kutumia fedha vizuri, itaweza kusaidia. Ni lazima katika kipindi hiki uweze kujua kuvumilia na kufanya maamuzi, ma, maamuzi magumu katika kipindi hiki. Kwa hiyo jifunze, umeenda shule, hakikisha unafuatilia vizuri bora iwe tu ni kitu ambacho unakipenda, basi ukifuatilie kwa ufasaha. Jifunze, maana ndio umri ambao wa kujaza kwenye kwenye ubongo wako vitu vingi sana vyenye msingi na vyenye ubora wa hali ya juu vitakavyokuja kusaidia huko mbeleni, maana kama uko na ujuzi wote ule ambao umejifunza na kupitia ule ujuzi, kuna siku utakutafutia mkati wa siku. kwa hiyo jifunze hicho. Ndicho kipindi chako cha kuweza kujifunza. Usikatae kuenda shule, bali unaweza kataa kuenda shule kama unaambiwa kufuatilia vitu ambavyo huvipendi. Lakini kama kuna jambo mwa yale ambayo nimeongelea, ea, kama unataka kuwa mfanyabiashara ama daktari, basi fuatilia masomo yako vizuri sana, utangalia matokeo. Katika kipindi cha mchana, marafiki na watu unaowazoea Yani, marafiki na watu unaowazoea kwa ujumla. Katika miaka hii ya sufuri mpaka 25 ndio miaka hatari sana mtu kuweza kupotea kwenye marafiki wabaya, ikiwemo ni wafutaji wa sigara, ikiwemo ni walevi kupicheleza, ikiwemo ni marafiki wa kupenda sana mambo ya zina, ikiwemo ni marafiki wa kukurudisha nyuma, marafiki ambao wanapoteza muda, marafiki ambao hawajibiki maisha yao. Siku zote marafiki unaowachagua kabla miaka 25 ni wao wanaoamua tabia yako ya kesho na mwelekeo wa maisha yako. Kwa hiyo kuwa makini sana na watu wanaokuzunguka. Jambo la hili, mwelekeo wa maisha yako. Hapa napozungumzia mwelekeo wa maisha yako, mimi nazungumzia maono, yaani vizio ya kwako. Katika kipindi hiki ni kipindi ambacho unatakiwa kujua unataka kuwa nani kwenye hii dunia, unataka dunia ikujue kwa kitu gani, unaamini nini katika maisha yako, una mapungufu wapi na una nguvu wapi. Hiki ni kipindi ambacho unatakiwa uwe makini na uweze kujua kwamba unataka kuwa nani kwenye hii dunia, unataka dunia ikujue kwa kitu gani pamoja na kujua unaamini nini katika maisha yako, una nguvu wapi, una mapungufu wapi, una madhaifu wapi, una uwezo upi, hmm? Vitu gani ambavyo unavipenda na vitu gani ambavyo unavichukia? Ni muhimu sana uweze kujua hivi vitu. Kumbuka, kama haoni hatima ya maisha yako, safari nzima ya maisha haina maana. Safari ya maisha inakuwa na maana pale tu mtu anapojua anapokwenda. Kwa hiyo unatakiwa uweze kujua unataka kuwa nani na unataka dunia ikujua kitu gani, pamoja na kujua mapungufu yako na nguvu zako. Jambo la tano la muhimu sana tena sana, afya ya mwili na afya ya akili. Kwa hiyo epuka usingizi mchache, epuka kuwa mtu mwenye msongo wa mawazo na unakuwa na mawazo kupitiliza. Tumia vyakula vizuri, epuka vyakula vipaya, itaweza kusaidia sana, ili usije uka ukaharibu afya yako katika kipindi hiki kule mbeleni, yasije ikakugharimu ya. Kumbuka, tumia chakula kama dawa, Usijetumia dawa kama chakula. Kwa hiyo kuwa makini sana na kile unachokikula kila mara. Asante kwa kuweza kunisikiliza, kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Niambie ndugu mpendwa, nini umejifunza katika video hii, maana imani umepata vitu vingi sana vya kujifunza. Ewe vijana unanisikiliza sasa, leo tumeongelea kipindi cha asubuhi tumetoka kuangalia kipindi cha kuanzia miaka sifuri mpaka ishirini na tano. Na yale ndio ambayo huyo kijana unayenisikiliza unapaswa kuyajua, unapaswa kujenga tabia muhimu, ili uweze kuishi maisha ya mbeleni kwa furaha, ukiziishi ndoto zako. Niambie kwenye comment. nami pia nitaweza kujibu, niambie nini ambacho umejifunza. Tusubirie nyingine video ya kipindi cha mchana na kipindi cha jioni. Kumbuka ndoto yako inawezekana.